Habari zenu wapendwa, karibuni tena kwa mara nyingine kwenye chaneli yangu. Natumai wote mu wazima kabisa wa afya njema, na leo tutakwenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona koti ambayo ni simple sana. Ni kiblauzi cha koti, ni rahisi sana kukikata na kushona kama unavyoona hapo nimeacha nusu nchi hiyo nusu nchi, ni kwa sababu koti mbele huko kuna na uwazi, kwa hiyo nitakuja kuishonea na lining yangu kwao, nikaacha nusu nchi. Bega letu ni nchi kumi na sita, nimegawanya kwa mbili, nikapata nchi nane, nikaongeza na nchi moja, ikawa nchi tisa. Kwa hapa tutashuka nchi tisa, tutashuka nchi tisa kwa hapa ila tanyosha mstari hapo. Tumbo letu ni nchi kumi na sita. Urefu kutoka kwenye bega mpaka kwenye tumbo utashuka nchi kumi na sita. Utaweka pia na upande huu ili tuweze kuweka mstari ulionyoka aweka mstari kama huo urefu wetu wote ni nchi ishirini na moja na nusu lakini taongeza na nchi moja itakuwa nchi ishirini na mbili na nusu ndo kitambaa chetu urefu wake umeishia hapo hicho ni kifua chetu ambacho ni nchi thelathini na tisa nimegawanya kwa nne nikapata tisa na robo tatu samani ni tumbo ni upande wa tumbo hapo ndo nchi thelathini na tisa nimegawanya, nkapata tisa na robo tatu, lakini nikaongeza nchi moja hiyo kwa ajili ya darts. Ntaongeza na nchi moja pia kwa ajili ya kushonea <coughs> mm -hmm. Tutakwenda sasa kwenye vipimo vya kifua. Kifua ni nchi arobaini na mbili Gawanya kwa nne tapata kumi na robo, taongeza nchi mbili itakuwa kumi na mbili na robo mm -hmm. Taweka vipimo hapo kama hivyo Unachukua urefu wa kwapa lako unagawanya kwa, kwa mbili unapata nchi nne na nusu ndo naweka sasa hapo, natengeneza kwapa lako. Baada ya hapo, tunaunganisha pointi zetu kama hivyo, kutoka kwenye kifua mpaka kwenye tumbo moja kwa moja mpaka chini kwenye urefu wetu ku blausi yetu, kidogo kama imechanua kidogo hivi kwa sababu ni kikoti, sitakinyosha moja kwa moja kwao, nimekichanua kidogo hapo. Tutakuja basi kupima shingo letu, ambapo shingo ni inchi tatu na nusu upana na urefu wa shingo ya nyuma ni inchi moja na nusu. Mtaweka alama hapo. Baada ya hapo tutakwenda kupima dats. Dats yetu ni inchi nne na nusu, taweka alama hapo. Inchi nne na nusu kutoka juu kwenye bega mpaka huku chini, tutashuka kwa inchi tisa. Hii dats tutakwenda kukata, lakini sio kama tulivyokata ile kwenye nguo iliyopita. Princess dat hii itakuwa tofauti kidogo kwa sababu haitakuwa na sehemu ya nyonyo. Ni kikoti hiki koo kiko, hakitakuwa na sehemu ya nyonyo. Dats ya mbele na ya nyuma vitafanana vyote. Uh, kitambaa cha mbele na cha nyuma, dats zote zitafanana hivyo hivyo, hakuna utofauti wowote. Hello wapendwa, ah, karibu Denblessing Creations. Hapa tutashona, tutapendeza, tutacheka kwa pamoja, kwa ubunifu zaidi wa mikoba, nguo na kila kitu kizuri kabisa, utakipata hapa Denblessing Creations. Huu ni wakati mzuri kabisa wa kung'ara, wa kujifunza mambo mazuri kutoka kwangu. Karibu tuanzishe safari ya ubunifu na mitindo yenye furaha na msisimko. Na kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuingia kwenye chaneli yangu, tafadhali usiache ku like, subscribe na comment na share video zangu kwa wengine ehe. Hapo tayari nafikiri umeshaona, tumeshakata shingo, tamalizie kutengeneza bega. Hapo taweka alama ili dasizipishane. Koti yangu hii inakwenda kushona na lining, kwa hivyo nimeweka lining yangu hii hapo nitakwenda basi kutengeneza dots zangu, ambapo ni kipande cha nyuma hicho. Pia nitatengeneza dots kwa sababu niliweka zile pointi kama hivyo. Baada ya hapo sasa nitakata lakini hapo sitotaka pachongeke pajichonge kwao, nitapatengeneza vizuri pa ili pakae sawa sawa. Sitaki kuonekana yani, sitaki ule sehemu ile iliyochongoka ionekane, sitaki iwe hivyo. Hicho ni kipande cha mbele, pia tunakatia lining, lakini pia na chenyewe sehemu ile iliyochongeka utaitengeneza vizuri ilale kama hivyo, isibaki imechongeka sana. Hapo tayari tumeshakata kwa vipande vyetu, ndio hivyo tutakwenda kushona sasa. Utashona vitambaa peke yake, na lining utashona peke yake. Nafikiri tushaelekezana kwenye ile nguo iliyopita, tulielekezana hivyo, kwa hiyo hapa ni kama marudio tu, ingawa kuna baadhi ya vitu vinatofautiana, lakini kama ulibahatika kuangalia video yangu hiyo, basi hapa ni marudio tu. Hei, na hizo laini utazishonea ya peke yake. Tayari nimekwisha shona vitamba vyangu hivyo hapo, kama unavyoona vipande vya mbele nimesha shona na kipande kile kimoja cha nyuma. Baada ya hapo, utalaza hiyo sehemu lining talala upande huu au huko, pia utakwenda kugongea hapo, utagongea na upande mwingine huo, lakini pia utachukua na vipande vya mbele, pia utagongea hapo. Lining hatutazigongea taacha kama zilivyo hivyo hivyo. Hiki ni kitamba changu ambacho pia nakwenda kukitumia. Aa, upana wake nimeweka ni inchi tano. Ya upana nimeweka inchi tano. Nitakwenda kukunja kama hivyo unavyoona, ntakunja hapo na ntakwenda kushonea uzi wa kuvuta marinda. Tayari nimeshagongea vitambaa vyangu hivi hapo unavyo... kama unaviona hapo nishagongea tayari vyote mm-hmm. na hicho ndo kile kitambaa sasa ambacho nimesema tunakwenda kushonea uzi wa kuvuta marinda. Kwa hiyo utakivutia marinda sasa. Nimevutia kwa uzi mmoja tu, kwa hiyo nitatoa uzi mmoja huo na mwingine nitauacha, nitavuta kwa kutumia uzi mmoja huo. Hapo tayari nimeshamaliza kuvuta marinda yangu. tachukua vitambaa vyangu nitaviweka kama hivyo unavyoona na, na nitakwenda kuunganisha mabega, ntashona kwanza kwenye mabega. Hapo tayari nimesha shona kwenye mabega, nimeshona vitambaa vyangu kwenye mabega, lakini pia lining zangu pia na penyewe nime unga kwenye mabega huku juu, nimeunga lining tofauti na kitambaa, nimeunga pia mabega tofauti. Baada ya hapo, unaweka kitambaa kama hivyo. Utachukua sasa hicho kitambaa chetu ambacho tumekivutia marinda, utakiweka kama ambavyo naelekeza hivyo. Mm -hmm. Baada ya hapo utachukua kitambaa cha juu sasa, utakiweka na utakwenda kushonea hapo sasa. mm -hmm. Kashoni sasa, tayari nimekusha shona kama unavyoona, kikoti changu kinavyoonekana kimependeza. Mm -hmm. Lakini pia hicho kitambaa changu nilichovutia marinda, nimeweka na upande wa nyuma pia, nimeweka mbele, lakini pia nimeweka na upande wa nyuma huku, tageuza kama hivyo kisha geuza kama hivyo, utakwenda kufanya vipimo vyako, utashona lining, utaunganisha lining peke yake, usishike lining na kitambaa. Shika lining peke yake uunganishe, na ushike kitambaa peke yake uunganishe, kama hivyo ambavyo unaonyesha hivo. mm -hmm. tayari nimeshaunganisha umeona tukigeuza so, sasa nafikiri unaona sasa tayari hapo tumeshaunga kama hivyo kigeuza upande wa pili pia unaona kabisa kwamba nimeunganisha tofauti tofauti kitambani mikiunganisha peke yake na lining nimeunganisha peke yake nadhani unaona vizuri Baada ya hapo sasa tutakwenda kuweka uh, mi, mikono mikono ndo hii hapo, nimekata tu ni mikono ya kawaida. Huu ni uchafu hiyo, uh, sehemu ambayo inakuwa ni nyeusi na maandishi, usishonee kwenye nguo kawaida, lazima uitoe, kwa sababu ni hesabu ni kama uchafu kwao, lazima utatoa. mm -hmm. hapo tutakwenda kushona hapo, lakini pia nitapinda huku chini na baada ya hapo nitakwenda kushonea kwenye mkono wangu. Natumai utakuwa umefurahia video yangu kwa siku hii ya leo. Asante sana kwa kuangalia video yangu, na nikukaribishe tena kwenye video nyingine. Barikiwe, barikiwe sana. Usiache kusubscribe, like, comment na share video zangu, ili tukue kwa pamoja. Nawapenda sana sana sana, asante.